Waheshimiwa viongozi wa kamati ya siasa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa kamati ya siasa Temeke, lakini viongozi wa manispaa ya Temeke wakiongozwa na dasi Mheshimiwa Mkuu Mkoa, mimi na timu yangu tuko kwenye ziara ya kawaida belea miradi kuangalia serikali yetu imefanya nini kwenye utekelezaji wa ilani ya e Chama cha Mapinduzi. Leo tumefika hapa shule ya sekondari Ngaya tumeshuhudia kwa kweli, shule nzuri ina ghorofa tatu yenye thamani ya karibu bilioni 1.6 tulikuwa tukiongea na RC tunasema kule nyuma tulikuwa tunatafuta mashule mazuri kama haya, ndio tunakimbilia kupeleka watoto wetu, lakini leo chama cha mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwa kweli imefanya kazi kubwa sana sana. Sisi kama kamati ya siasa wasimamizi wa ilani mkoa wa Dar es Salaam, kwa mkoa tunatoa pongezi za dhati kabisa halmashauri ya manispaa ya Temeke, lakini tunatoa pongezi za dhati kwako, msimamizi mzuri kabisa. Shule kama hii inataka maneno mengi kweli, wajumbe wenzangu, wala haitaki maneno mengi tutoe pongezi nyingi sana na tupeleke salamu wepeleka, na mimi nitapeleka kwa Mheshimiwa Rais. Kusema kweli kwa Dar es Salaam alotufanyia, Mwenyezi Mungu amzidishie, amina, amina. Na hatuna kificho, tunasubiri tu mwezi wa kumi tumlipe anachostahili. Hii haina kificho, na hii salamu tunapata kila kona tunaopita Watu sasa wanahamu kwa aloyafanya mama. Mwezi wa kumi tumpe kura nyingi za kishindo, na sisi tunamwambia tunajua, fitna ni nyingi, maneno ni mengi yeah. lakini tunasema yeye atulie, aendelee kuijenga Tanzania CCM oye yeah. Aa, kama mnavyoona leo tuko na mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dar es Salaam, mheshimiwa Mtemvu yeye pamoja na wajumbe wote wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Lengo letu kubwa ni kutembelea miradi miradi ambayo imejengwa na serikali ya awamu ya sita kuhudumia Watanzania. Jengo letu kama ambavyo mheshimiwa mwenyekiti amesema, ni jengo la gharama na ni jengo la thamani katika mkoa wa Dar es Salaam Mwenyekiti, tumekubaliana kwamba kwa sababu ardhi yetu ni finyu na kwa sababu utoaji wa ardhi Dar es Salaam ni gharama kubwa, sasa tusiogope kujenga majengo kwenda juu. Kwa hiyo, kwa shule zitakazofuata, very likely kwamba tutaanza kuwa na hata gorofa zaidi ya kumi, kwa sababu inawezekana ikawa ni jengo moja ambayo ndani yake tunapata mabweni ndani yake tunapata library, tunapata kumbi, tunapata madarasa, tunapata ofisi lakini zaidi pia tunapata hata maeneo mengine kama ya, la, ya laboratories haya na mambo mengineyo. Kwa hiyo inakuwa ni one building, lakini ambayo ni inclusive katika masuala mengine yote. Lakini kwa kusema haya ni kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekushatoa waraka wake maalum kupitia ofisi yake chini ya ya Mheshimiwa Mchengerwa, ambaye ni waziri wetu wa TAMISEMI, kwamba kila halmashauri yenye mapato makubwa yahakikishe inajenga majengo kama haya na amedhamiria baadhi ya majengo atakuja kuyazindua mwenyewe, baadhi ya majengo atakuja kuyazindua mwenyewe. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tunakuahidi kwamba muda sio mrefu, baada ya landscaping hapa kuiweka vizuri, watoto wataanza kusoma hapa. Sasa kikubwa ambacho tunaendelea kukisisitiza sisi ni kwamba tumekusha sema sana kwamba mheshimiwa Rais ame miaka amejenga amejenga amejenga na tunaosema namna hiyo tupo wana CCM na sio wana CCM. Sasa ni muda mwafaka wa kutokuishia kwenye neno amejenga. Sasa twende mbali zaidi, kila mtanzania na kila mwanambagara ajione yeye kwenye jengo hili, kwa maana kwamba alete mtoto na sio tukuleta mtoto, lakini pia awe sehemu ya kuweza kuchangia mafanikio ya mwanaye. Hili ni jengo, ni jambo la kwanza. Kuna walimu, ni jambo la pili. Kuna mtoto mwenyewe, ni jambo la tatu. Sasa kuna mazingira ya kumfanya mwanafunzi aweze kufaulu, jambo la nne, ili haya majengo mwishoni yaje ya reflect gharama zilizotumika pamoja na performance ya mwanafunzi mwenyewe. Kwa hiyo ili mwanafunzi aweze kufaulu tunahitaji factors nyingi, moja, ikiwa ni wazazi, mbili, ikiwa ni walimu, tatu, ikiwa ni mazingira, nne, ikiwa ni jamii inayozunguka, tano, ikiwa ni mwanafunzi mwenyewe lakini pamoja na vitu vingine ambavyo vinaweza vikapelekea mwanafunzi akaweza kuperform vizuri. Kwa hiyo tunakuahidi kwamba kabla kabisa tujavuka mwaka mpya wa masomo au mwaka mpya wa fedha shule hii itakuwa tayari imekushaanza kufanya kazi. <laughs>